Hivi ni kweli kwamba ukimeza chewing gum itakaa tumboni kwa miaka saba? Wengi wetu tumewahi kuambiwa, ukimeza Big G itakaa tumboni kwa miaka saba. Sasa hapo ndipo jaba huanzia. Ni kweli kwamba mwili wa binadamu hauwezi kumengenya chewing gum, kwa sababu ni kitu kisichoyeyuka kama chakula cha kawaida, lakini hiyo haimaanishi inabandikwa kwenye tumbo kama vile gum inavyoshikamana kwenye dawati la shule. Hebu tuwe serious kidogo. Kila siku tunameza vitu visivyoyeyuka, mfano nyuzi lishe yi, yani faiba. Na hiyo faiba haibaki tumboni milele. Chewing gum ikimezwa, inapitia mdomoni, inashuka kwenye koo, kisha kwenye umio yi, yani esophagus, hadi tumboni. Ndiyo, tindikali ya tumboni haiyeyushi gum, lakini tumbo si ukuta mkavu. Ni mazingira yenye ute mwingi na misuli inayojikunja kila wakati. Kwa hiyo gam haishikamani, badala yake inasukumwa mbele kama vitu vingine. Baada ya hapo, gam husafiri kupitia utumbo mdogo, yani small intestines, kisha kuingia kwenye utumbo mkubwa na hatimaye inatoka kama taka nyingine. Hakuna kitu cha miaka saba hapa. Kwa kifupi, chewing gum haimenyenywe, ndio, lakini pia haikai tumboni. Mwili una njia yake ya kuiondoa. Si kila unachotishiwa ukiwa mtoto ni kweli. <coughs> Mimi ni Alan Alanwetungu, bai kwa leo.